Nirudi hapa nimesema tu okay, if you burn refuse and garbage, in actual fact you'll be contaminating the same environment you are purporting to conserve yaani unaharibu yale mazingira ambayo unajifanya un, un, unaboresha kwa sababu ile moshi ya hiyo takataka inatapakaa tu kwa, kwa mazingira hmm. unaona in the atmosphere na hiyo, hiyo moshi ni carbon dioxide. Kwa hivyo unaona, sasa unapochoma takataka unaongezea carbon dioxide kwa atmosphere, na ndio tunataka kuondoa. Wakati tunapanda miti tunasema tunapanda, kwa sababu miti inaboresha mazingira. Unaona, kwa hivyo nataka kuhamasisha, nataka kutoa mwito kwa watu wa Kenya, unapokuwa na Takataka, tafadhali usichome. Hata ni vizuri kuendea uh, ofisi yoyote iliyo karibu na wewe ya NEMA ya National Environment Management Authority, una wauliza ushauri, unawauliza advice vile unaweza, hasa hasa kama kuna takataka ile tunaita toxic waste, ile natoka kwa makambuni manufacturers. Kuna ingine mbaya sana, hata ikichoma inaweza sasa kuwa, hata inaweza kuleta madhara mengi na makubwa kuliko takataka yenyewe. Kwa hivyo nakuwa ni afadhali kuiwacha kuliko kuchoma, kwa sababu ukichoma inaleta madhara mengi.